Yes, niko na stori ambayo inamhusu superstar kutokea kule bana nchini Argentina katika swala zima la soka ukimzungumzia Leon Messi, mmoja kati ya watu ambao pia wanafanya poa zaidi katika swala zima la soka. Sasa superstar wa Argentina nikimaanisha Messi ndiye mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi zaidi kwenye mashindano ya kombe la dunia la vilabu la FIFA la mwaka 2025 aki akiingiza aki kiasi kinachokadiliwa kuwa ni dola za Kimarekani milioni 135 Eh, kwa mwaka ni zaidi ya mabilioni ya kutosha kwa pesa ya eh, Kitanzania. Imagine, so ni moja kati ya wachezaji ambao pia wanachukua pesa nyingi sana katika eh, kombe hili la vilabu ambalo pia linaendelea kuchezwa mpaka sasa hivi, eh, timu tofauti tofauti zikiwa zinang'ang'ania eh, kombe hilo. Sasa hii inamweka kwenye orodha ya wanasoka matajiri wanaoshiriki michuano hiyo ambapo sasa mashindano haya pia ambayo yanafanyiwa marekebisho sasa yanajumuisha timu 32 yameweza kukusanya pamoja na wachezaji wenye thamani kubwa na vipaji vya hali ya juu. Nyuma ya Messi pia anayekipiga katika klabu ya Inter Miami, yupo mshambuliaji mpya wa Real Madrid Kylian Mbappe ambaye pia anaingiza dola milioni 90 akifuatiwa na mshambuliaji wa Manchester City Haaland. eh, mmoja kati ya ambao pia wanacheza sana na kupiga magoli ya kutosha sana kutokea pale City ni Haaland mwenye mapato ya dola milioni sitini na mbili. Orodha pia wachezaji watano ambao pia wanalipwa zaidi eh, kama ifuatavyo hapa, naweza nikakutajia na kuandalia juu tu chap chap, leo ni Messi, Inter Miami, ambaye ni dola mia moja na thelathini na tano. Kylian Mbappe dola eh, tisini milioni. Eh, namba tatu Haaland ambaye yeye ni dola milioni 62 na namba 4 Vinicius, eh, Vinicius ambaye ni dola 55 milioni. Lakini pia namba tano ni Kane ambaye yuko Bayern Munich ni eh, dola milioni 39. Uwepo wa wachezaji pia hawa kwenye mapato makubwa unaweza kuchangizwa na maboresho ya FIFA kwenye michuano hiyo ambayo sasa itatoa zawadi ya jumla ya dola bilioni moja huku bingwa akiondoka na kitita cha dola milioni 125. Na, na hata hivyo, licha ya pesa nyingi, baadhi ya wa wachezaji wameonyesha wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa idadi ya mechi kwenye ratiba ambayo tayari imeshasongamana. Kwa sababu ratiba imekuwa ni ngumu, mechi zimekuwa ni back to back, imekuwa noma kabisa. Sasa wachezaji kama Harry Kane na Kevin De Bruyne wameeleza kuwa afya na ustawi wa wachezaji unapaswa kupewa kipaumbele zaidi, kwa sababu unakuta huku kuna mchezo labda wa ligi, ingalia kuwa kwa sasa hivi Ligi nyingi sana zimekuwa zimeweza kutamatika, so mtu anakuwa anacheza huku ligi huku tena anacheza kombe la dunia vilabu, ratiba zinakuwa zimebebana, zimebebana sana. Sasa Lionel Messi ndio moja kati ya wachezaji ambao pia wanaongoza kwa wachezaji wote ambao wanashiriki eh, katika eh, mashindano hayo, ambaye yeye milioni 35 dola za Kimarekani ndio ambazo yeye anazichukua, lakini wako wachezaji wengine wengi ambao pia wanachukua pesa nyingi, kina Kylian Mbappe, kina Vinicius Jr, lakini pia kina Kane pia wapo. Angalia eh, kwa Ronaldo, timu yake hai shiriki eh, bana na, na, I think na kina kina kina kina, kina Neymar pia wangekuwepo, kina Hakimi, unajua wachezaji kibao ambao hawapo kwenye masuala mazima ya eh, kombe la dunia za vilabu. Endelea ku drop comment yako hapo, comment, share, like au rekomendisha kino mano mazilandi kabisa ta, manem take club for this yeah yeah <tune>